Mkuu utakumbuka tulianzia ule mradi wa Itagano tukajua utaleta na huku, lakini sasa kitaalamu ikashindikana. Sisi wana Mwansenkwa tukasema, ah, jamani, tena mradi umeanzia kule juu kwetu ujaja. Lakini sasa kimekuja kisima ambacho kinamaliza kabisa tatizo la maji kwenye kata yetu ya Mwansenkwa, mitaa yote yaani, wote maji yatatufikia majumbani kwetu Mwansenkwa we kwa hivyo nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana ndugu zetu wa mamlaka ya maji Mbeya, mnafanya kazi nzuri sana hapa. Mkurugenzi wetu mkuu amesema kwa kifupi, lakini ukweli ni kwamba iko miradi mingi sana ambayo inaendeshwa, lakini pia ambayo inaanzishwa na mamlaka yetu ya maji ili kuhakikisha wanamea mnyini tunapata maji ya kutosha, tunapata maji safi kabisa. Kwa hivyo naapongeza sana mamlaka yetu ya maji kwa ubunifu, maana mnavitafuta vyanzo vya bia maji kila mahali vilipo na mnavitumia bila kujali udogo wa wa, wa hicho chanzo, mnaangalia namna ya kukiboresha ili mambo ya watu wa wana Mbeya mjini, ili uhitaji wa maji wa wana Mbeya mjini uendelee kupungua kwa kadri muda unavyoenda. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana wenzetu wa mamlaka ya maji mkiongozwa na CPA Kayange jamani makofi kwa mamlaka yetu ya maji. Sasa tuko hapa Mwansenkwa leo, lakini kama mlivyosikia kwa kifupi, ni kwamba changamoto ya maji Mbeya mjini bado ipo kwenye baadhi ya maeneo, japokuwa tunao mradi mkubwa wa Kiwira ule ambao tumeletewa zaidi ya bilioni 119 na juzi tu tumetoka kupokea pale kwa niaba yenu, jamani, wananchi wa Mwansenkwa, mimi si mwakilishi wenu, na kule jamani niliwawakilisha kupokea wale mabomba makubwa yale mabomba hadi manne hadi mimi naweza kuingia mle ndani ikasimama, kwa ajili ya kuleta maji hapa mea mjini. Kwa hiyo ule mradi wakati tunausubiri uje, lakini wenzetu hawa wanaendeleza ubunifu, ili wakati tunausubiri mradi na sisi tuendelee kuhudumiwa kwa maji. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi mkubwa wa Kiwira ambao ndugu zangu wana Mwansenkwa na maeneo mengine ambayo wameyataja hapa mkurugenzi mkuu, ambayo yanahitaji maji yote, anaenda kumaliza tatizo hilo la maji. Lakini pia hata hii miradi midogo midogo inayoendelea kubuniwa, nayo ni kwa ajili ya kuhakikisha Mbeya mjini tunapata maji ya kutosheleza. Kwa hiyo hata sisi wana Mwansenkwa, pamoja tunakwamba tunacho ichi kisima hiki kinao uwezo wa kuzalisha lita zaidi ya laki saba kwa siku, ambayo kwa idadi yetu tuliopo hapa sisi wana Mwansenkwa, kwa, kwa kata nzima tuna uwezo wa kupata maji haya kwa saa sasa ishirini na nne. Sio tena zile mambo za mgao mnaanza kukimbizana, tunaacha kufuna zetu viazi kule tulikolima tunakimbia kwenda kuchota maji. Kwa sababu watoto wamesema sasa yameanza kutoka sasa, hakutakuwa na hiyo shida, maji yatakuwa yanatoka saa ishirini na nne. Anza kukushukuru kwa kuweza kutenga muda kwa kuja kutuzindulia mradi wetu wa kisima cha maji kirefu cha Mwansenkwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi uliomaliza kuzindua ni moja ya matokeo ya programu tulionao na mpango mkubwa tulionao sisi, mamlaka ya maji safi na no usafi mazingira Mbeya, wa kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto za maji katika maeneo yale ambayo yana changamoto na adha kubwa. Mpango huu ni wa muda mfupi, na kwa hiyo tunatekeleza miradi ambayo inachukua muda mfupi kutekelezwa ili kuweza kutatua changamoto ya huduma za maji. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia programu hii tumeshatekeleza miradi ifuatayo na imeshaanza kutoa huduma. Tuna kisima cha Gombe ambacho tumekitekeleza na kimeanza kutoa huduma na hususani kuhudumia wananchi wanaoishi katika eneo la Gombe Kusini, lakini pia tumetekeleza kisima kirefu kingine katika eneo la Mwenge na chenyewe kimeanza kutoa huduma. Lakini pia leo tuko hapa kushuhudia utekelezaji wa kisima kingine kirefu cha maji katika eneo la Mwansenkwa. Pamoja na hivyo visima virefu, tumetekeleza pia mradi kwa kipindi kifupi kwa mto Simba ambao umeongeza upatikanaji wa huduma katika maeneo ya Itua, Mwasanga, Tembela, Igombe na maeneo mengine ya karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango huo tunaendelea nao. Leo tumemaliza hapo Mwansenkwa, kuanzia wiki ijayo tunaanza kuchimba kisima kingine kirefu katika eneo la Itezi. Eneo la Itezi unakumbuka kwamba lina changamoto ya udula ya maji, na kwa hiyo tunaanza kuchimba kisima katika maeneo hayo. Lakini pia tunaanza kutekeleza mradi mwingine ndani ya miezi mitatu tunatarajia kwamba utakuwa umekamilika, unaoitwa African Spring, na wenyewe utaenda kuzalisha maji takribani lita milioni moja na kuongeza upatikanaji wa huduma katika eneo la Sinde, lakini pia na Isanga. Mheshimiwa mgeni rasmi tumejipanga pia kutekeleza mradi mwingine ndani ya muda mfupi ujao tunaoita mradi wa maji wa Itende ambao tunaenda kuchukua maji katika eneo la Nzove e, sambamba na pale ambapo wenzetu watazao wanachukua maji kuhudumia maeneo yao ili mradi huu uweze kuhudumia eneo la Itende lakini pia uongeze maji katika eneo la Iwambi tunaenda kutekeleza mradi mwingine ndani ya miezi sita ijao unaotoa maji katika kijito kinachojulikana kama Sabiutusu ambacho kiko katika wilaya ya Mbeya. Na mradi huu tumeubuni baada ya kuwa e, tumeshindwa kutekeleza ule mradi wetu wa Halinji. Kwa hiyo tumekuja sasa na mradi wa Sabiutusu ambao unaenda na wenyewe kuzalisha zaidi ya lita milioni mbili nukta tano kwa siku ili uweze kuhudumia wananchi wanaokaa katika eneo la Itezi, Misaraga, Inoro na na Uyole. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayafanya hayo yote kutambua kwamba huduma ya maji haisubiri. Pamoja na kwamba tuna mradi wa maji wa kimkakati wa Mto Kiwira, lakini watu wanapokosa maji na jamii kukosa maji wanaanza kuathirika papo kwa papo leo, maana tumekuja na hii program ili tuitekeleze, wakati huo tukiendelea kusubiri eh, kukamilishwa kwa mradi wetu wa kimkakati wa Mto Kiwira.